Na toa salamu kwa kila mmoja wenu. Je, kitu gani ni muhimu zaidi unapoanza biashara? Tunapofikiria kuhusu biashara, mambo mengi yanakuja akilini. Wagawa bidhaa, watengenezaji, wazalishaji, uuzaji wa jumla, uuzaji wa reja reja, teja, usafiri na pesa. Yote hivi ni muhimu, lakini je, kipo kitu kimoja ambacho ni muhimu zaidi? Wateja hutumia bidhaa na huduma. Wateja wanatoa pesa ambazo zinakuwa ni mapato kwa biashara. Je, inawezekana kuanzisha biashara bila wateja? Biashara ingefanyika bila wateja? Nani angetumia bidhaa bila mteja? Nani angelipa kwa kununua bidhaa katika biashara? Mapato ya biashara yangetoka wapi bila malipo kutoka kwa mteja? Inawezekana kufikiria biashara bila kuwa na vitu vingi, lakini sio biashara bila mteja.